Butiama sisi ni wilaya ambayo tunaitegemea, ni wilaya takatifu sio? Mnaelewa ndugu zangu, naomba kila mmoja kwa nafasi yake atoke aende akapige kura, ukafanya nini? Ukapige kura, ukamchague kiongozi ambayo wewe unaona ana anafaa kwa maendeleo na maslahi ya wilaya Butiama na na eneo hili la Sirorisimba. Kwa hiyo naendelea kuwakumbusha ndugu zangu tarehe ishirini na tisa usikae nyumbani, tuongozane. Mabalozi wale eh, kila balozi kwenye eneo lake usiache watu wako wako nyumbani, wanaenda kupiga kura. Wewe balozi lazima uhakikishe watu wako, wewe una watu kumi watu ishirini, wewe umeshaenda, hakikisha watu wako wote wameenda kufanya nini, wameenda kupiga kura. Hiyo ni haki yetu ya msingi, haki yetu ya kikatiba, ni demokrasia pia hiyo. Naombeni sana sana, tarehe ishirini usalama wa wilaya ya Butiama ni kubwa. Mimi kama mkuu wa wilaya nawaasha, hakuna chokochoko wilaya ya Butiama. Tumejipanga vizuri kuhakikisha kila mwananchi anaenda kupiga kura akiwa vizuri, anatoka nyumbani kwake akiwa salama na anarudi nyumbani kwake akiwa. Kwa hiyo naombeni tutumie fursa hii, tarehe ni siku hii moja, kila mmoja aende akapige kura Dugu.